Ya. Inya, mtoto wangu, mnataka mumuue. Oh my God! What are you doing here?

mama. I'm a human being. I've slept with him today peke yake because I felt like he was taking long and he's not, it's over a month actually. Hatukutumia. Mtoto wako alikuwa nauliwa na Denis alikuwa nauawa Aa, huyu ni nini anaweza tufanyia? Wewe msichana nini wewe? Mimi ni kama babu yako. Babu yangu alienda na Mungu. Sasa yeah. Wewe sijui ni takataka gani unaniambia ati wewe ni kama babu yangu babu yangu babu yangu, babu yeah, yangu. Inakwanga gani hey? kazi dame, yako tu ni kushinda kushinda kushinda kushinda kushinda. Walinifanyia, walifanya daktari, uwezi jifanyiwa wewe. Hao watu wanaongea sana, hao watu wanaongea sana. Anaweza fanya nini huyu? Alikuwa amenyamazishwa mambo mingi, mambo mingi gani na ulikuja kuyatafuta, ulikuja kutafuta watu wawili wenye mambo mengi, najua eh, Daktari. Mim, mimi, na mimi mivyo nifanye vitu, napenda kusikiza watu. <laughs> <laughs> na wewe mzana usikizika hmm? Ninianza yeah. Kusikiza nini? mm. Na wewe webe, una worship Mungu mgani? Wewe ni mashetani gani unatumia? ni mtu wa <laughs> kanisa <laughs> Kuna watu wamebarikiwa na Mungu. mm -hmm. Na hao hauko kwa hiyo list. Hawa ndio walibarikiwa. Hawa ndio walibarikiwa vizuri. Wewe umebarikiwa, Mungu anitumie kukubariki. Naam. mm -hmm. a -a. Daktari, mm -hmm. nataka tufunze hao watu. Kutuze somo, nataka tuwafunze mm -hmm. somo juu hata wewe uwaona sasa. Sasa mimi chochote unataka niwafanyie mm -hmm. nitakupa nguvu uwape mm -hmm. komanda. Tunaanza yeah. Na mama. Acha, acha kwanza nikusalimie mkono na kusalimia mkono mm. Nikupee nguvu na, ni mm. na ni salamu no ndo nguvu watafanya chochote unachotaka ndo <laughs> <laughs> what you can do. Nguvu ni yako mm. wewe, wewe amua <laughs> unataka nani akue nani? <laughs>

Mamangu, daktari yako mamangu, wakosetanyini sasa? Nyinyi wazazi mbona kufanya hivi taka sasa ile mambo yote tuliwafanyia kuwajengea kufanya nini hey? kila kitu, kila kitu yote ya Deno amechukua Finya mtoto wangu, mnataka mumuue? Mama na mtoto, usiniongeleshe. <laughs> <laughs> <laughs> <inaudible> Walikuwa wamefunga deno macho sahii, ao ndio vipofu bwana. Mnalia mnalia nini? The, mama. Kwa kwa kwa kama mimi sahii ona, yule awezi ongea venye sikuwa naweza kuongea, mama aongee na mimi sioni. Hivo ndo mama yuko. Daktari, si daktari anakutibu ni mimi. Deno ndio ako na komandi

Nirudishieni macho, alikuwa anaifungua lakini haoni. Nirudishie macho no. <laughs> <laughs> ni <laughs> <laughs> <laughs> Utulia, tusikize Deno, ama tafanyiyo punishment endelevu. demand zangu <laughs> yeah. yeah. ziko hivi nataka waongee ukweli, mm. Wanyenyekee, mm. Uh, watuambie everything from start to end swali, so lolote tutakuwa tutaku, na tunataka jibu mm. We want them to answer without compromise without doing anything for my eyes anything uh, mm. anything kama mali pia itarudi vitu mm. kama hizo mm. so anything that I Oscar, want they should answer. Mm. Eh, hiyo no. E ndiyo condition mm. eh. Si na nguvu ni Deno wako na command Deno si tunia, tunia. Deno na Deno, Deno mkono siwezi kusaidia Deno ndo huyo mkono wa bwanako. <laughs> Si ameshika mikono mingi, ndio maana ezi elewa ae ni gani imetosha. Kijana wewe amuowasimamishiehatutoyondahaatutoyo ndawa awambie Ngoja tusikize daktari mm. unajua una mm. oh, mm. eh. mm. mimi mm. eh. mm. ni mtu wa Mungu na niliwapea wakati nikawapea wakati nikawapea wakati huu, lakini mm. wako na mdomo mingi nimekasuku eh. wanaitanga eh. kasuku nataka ndeni mm. awatolee

mmoja unamguza kwa mabenga niguze tu, acha mdomo tena. Mama nakuona, Oscar nakuona, nataka unijibu maswali zangu mm. oh. tunataka kuuliza was careful mom mm. Take your time Deno huh? Swali la kwanza mm. Uh, mali yangu itarudi si promise? Ni ngumu, <laughs> mama, Oscar. Mm. Ata ni ngumu unless uonge na lawyer ni Oscar, hata ni waje wamalize mambo yao mm. waamue nani atapeana mali mm. wakikataa kupeana mali hivi mm. Liza, na shuna, mm. E, mimi nawamaliza nacho nafanya kinendeni sana niambia mm. Eh, mimi sipendi wezi. Sasa mi niondoke, nimeitwa kazi nyingine, nakimbia mm. Kimbia, kimbia, naenda na manga saa hii nakimbia mm. mm. nakimbia na manga, nimeitwa kazi mm. Eh, sasa mtanipingia simu ukiwa, nashinda yeah. nafanya kazi pia yeah. Sawa, sawasawa yeah. Haya, tutaonana mm. na tutaongea mm. na wewe Dennis mm. ukue mwanaume ukue mm. mwanaume najisimamia wanawake wazikutishie. mm. sawa sawa, mm. imemueleza, sema hivyo, mm. Mungu awabariki mm. na Mungu na siku njema so, daktari ukikuwa na shida mm. tutakuita. mm. najua unaweza fanya kazi ukiwa mbali, lakini ukiwa na shida utatuita, so acha Deno endelee kuinvestigate hapa, inquire but kuki nini mambo ikichemka kidogo mm. tutakuita utusaidie. Alafu asante sana e, kuna kitu Deno ungetoka kuambia Mr. Dokta hapa before atoke We, daktari asanti sana juu ingekuwa si wewe leo mm, e, kuna vitu mingi sana nimeweza kujua mm, e, na ni kwa uwezo wako nimeweza kuelewa hizi vitu mm, na kuzimenya so mm, asante sana daktari mm, e, sijui nitakulipa vipi lakini mungu atakulipa sindio, na mama denis mimi langu ni kusema asante daktari mm. kwa sababu umeweza kutufungua macho, tumejua nini inaendeleanga, lakini mm. kama hawatafanya vile umesema mm. tutakuita tena daktari. Asante Aya. Tunakuruhusu uende, haya, sawa, haya. So Dennis, kuna maswali ulikuwa unataka kuuliza wa huu, na unaweza enda tu kumuuliza tafadhali, alafu tuone kata tajibu. Umesema kurudisha mali hati takuwa triki sababu ya lawyer. Eh? alafu Mm. Mm. So ya pili mm. ni kushai kuwa na tone la upendo mm. kwa hii relationship mm. juu ya zile vitu amekuwa akitaka kunifanyia maybe kunimaliza mm. eh, na hata kufika kuninyang'anyia mali zangu mm. So ushainipenda? Yeah, eh, kulikuwa na mapenzi ya Mungu, imekuwa ujinga tu naendeleza pale mm -hmm. So, <sighs> okay. amngechukua mali bila kuniua, mali ndio mlikuwa after that much with your so called boyfriend like, si wangechukua mali bila kutaka kuniu, si ndio? bila kuniekea stil waya, kwa nini? mara hata sijui ni nimesikia some other stories like, zikisemekana walikuwa well, maybe wanaweka nini ile kwa chai zile vitu zao, zao za ndani, mkua mnaeka panti za Deno, nini panti zako kwa chai ya Denis hebu ni kuulize Wahu, panti zenyu, panti zenyu zenye umevaa ndio unaekea kwa chai ya Dennis? Ai. Unaona venye hiyo mm. Ndio sababu nimekuwa zuzu, basi wai mapenzi hiyo mm. Pole yako kwako. Kupenda si kupenda ni nikukaliwa hiyo, mkuu, hiyo ni kukaliwa, acha mm. Kuambie Bwana Oscar. Hiyo mm. Ni mm. Hiyo hey. Hey, venye... Nyumba nilikula mm. nilikula nini? Nilikula mara kadhaa na wakati nilikuja kwenu nilipikiwa na maid, hata uzuri haukukuwa around. Maid anajua mm. keny tunafanyanga Si <laughs> hizo oh. <laughs> vitu hadi mnaambia ngameidafanye mimi, nilimwandika na na follow instructions za madam na mama wako ndio alikufunza hizo tabia manani? Ndio huyu hapa. Maze, are you the ultimate teacher? Chai. Ni lazima nijibu ya swali. Eh, maze, mama. Eh? Familia chafu. Inawekwa kwa chai? Deno anakula. Hey. Nguo ya ndaninapanti <laughs> yenye pan, amevaahaikuangi chafu mm. Kani unakwanga umetoka kwa duka ukavaa daka mbili uka... hizo <laughs> uh -huh. Ndo techniques wanatumia u... u... kufanya watu wawapende, tunamuuliza ako anaenda wapi, wau wanauliza kama huko unaenda down on her, unajua <laughs> kuna difference what? ya kuwekewa hiyo suruali tim wanaekanga hmm. ni ile tim ile mwezi, siwaelewa. Wau, naweza kuuliza, ulikuwa unaeka tim iko na damu? Unarukisha macho chini, aji si utuangalie ujibu, kwa sababu we ndio ulikuwa unafanya hivo. Wau daktari ama tu. Oh, unajua hata ajaenda mbali daktari ana, anafanyanga kazi akiwa mbali mm, kiwa na shida tunampigia mm, simu kuna ka ikiwa na mm, damu mm, eh, Deno inabidi sasa ni kupeleke uombewe mm, hii hii imekuwa too much ashafunguliwa macho mm, pepo zote zimetolewa saa hii hakuna hey, kitu anaweza mfanyia mm, yani? mm. Mimi nashukuru Mungu na si mtoto wangu, hata mmemkulisha mjukuu, hata kama si wangu, juu mtoto ana hatia, si mshamkulisha kizi ham mtoto. mm. Na sasa wewe, Deno alikufanyia nini ndio umuhamu hiyo kiasi? Si kumuhamu hiyo mm. sio hiyo, sio kumuhamu hiyo tunaitaje? what, what do we call that? Na uniangalie mm. nikikuongelesha ama niitane Sahii mm. unaweza rusharusha rusha macho kama yapanya a watu, naona tuwafanyie nini bwana mkubwa, juu mm. vitendo vyao hata havisameheki kama. So mimi Kenya naona tunaweza fanya, ulikuwa umesema yeah. -huh, ni hii njama mku amepangana your family lawyer in, nini pia madhe alikuwa katika hiyo plan. So mi Kenya naona Deno watafuta Kenya, tutafanya tutatafuta huyo lawyer mm. Tumuulize swali peupe peupe mm. Pia akileta kichwa mm. tunamwitia nani? Tunamwitia daktari, ndio tujue venye kutaenda. Juu mbona unakataa tusimuitie daktari? Ama tunataka pia ye aonje, mm. asikie mm. vile umesikia mm. so, un... unampenda mtoto wangu? Ndio uku mimi ningekuwa ni ule wakati nilikuwa napigana ningekuwa nimekukatakata wewe, unajua sasa nisikia nirukeruke na nigonge ni mtu wantu, lakini rudi huku nikuone vizuri. Unaingia nyuma ya mama yako aje? so, tukaribia, tukutokelezea huku, kama nikuchukue hapo nyuma saa hii, karibia daktari. a unaona sasa kenye so, tufanye loya, unampenda mtoto wangu huko, unampenda na unaishi kwake, kila kitu yote usha sawa sawa na kunanga kitu kibaya kama mama kunyamaza ni sawa tu. Ni sawa. Nimenyamaza nikijua vile naweza kukufanyia bora, okay. Mm. Ni, mm. ni yangu na Deno mm. Mm. Mm. Unajua loa akileta kichwa itabidi tuite daktari ndio saa hatuwezi peleka vitu, vitu za Muende mm. Mkae chini mubadilishe hivyo hivyo yeah. Na msipozibadilisha hata deal mm. Na nyinyi ni mimi sasa kama mzazi naingia rusa, in. Mm. And I will show you the pepe. So usi mi the other side of me, usinionange. Nimenyamaza hivo kama mtoto, mi sijanyamaza kama yeye, ni kujiheshimu tu, anajiheshimu. Sasa ah, imeisha, mmenisha nichosha eh. Sasa a ah, watu tudeal na wao vile mlienda mkakati mkabadilisha eh, mambo hivo hivo tu kutoka mwanzo hadi sai eh. Hakuna kitu mtatoka naye kwa hiyo nyumba eh. ah, watu tudeal na wao Mm. The then. Mm. Eh. So kenye mi naona Deno mm, tujaribu tutaenda tutafute huyo lawyer mali yako mm, akileta kichwa kidogo ama akikosa kurudisha mali eh, kwa Denis eh, tunaita daktari. Hakuna haja sijui tubembeleze, unasema nini sie? Ndio the sasa, tutafanya aje na mmeleta kichwa mali rudi, tutaona. Tutaona yawezi rudi, wacha tutaona. kaita rudi kitu akiwezekani. kwa hii dunia chenye akiwezekani ni kufufua mtu eh. So tutaenda tuite huyo lawyer, tumtafute, tuone vyenye kutaenda. So my people, before tuende mbali, make sure you like, share na subscribe na we'll keep updating you on everything mazee. Thanks mazee, asanteni, tunashukuru sana.